Kumalizika rasmi kwa mkataba wa New START tarehe 5 Februari hakutazuia mbio za silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi kwa mujibu wa mtaalamu wa, wa maswala ya kimataifa Dmitri Suslov. Akizungumza katika mahojiano na Sputnik International, Suslov ambaye ni naibu mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya Ulaya na maswala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Higher School of Economics cha Urusi amesema kuwa licha ya kusitishwa kwa vikwazo vya kisheria hali hiyo haitasababisha ongezeko la ghafla la silaha za nyuklia. Suslov anaeleza kuwa hata bila mkataba unaofunga kisheria, mataifa haya mawili makubwa ya nyuklia yataendelea kufanya maamuzi kulingana na maslahi yao ya kitaifa, uwezo wao wa kiteknolojia, pamoja na tathmini ya vitisho vya nje. Kwa mtazamo wake, hakuna dalili kuwa Marekani au Urusi zitaongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya vichwa vya nyuklia vilivyowekwa tayari kwenye mifumo ya kimkakati ya kusafirishia silaha hizo katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa Suslov, ingawa Marekani inahitaji kufanya maboresho ya mifumo yake ya nyuklia, ukweli uliopo ni kwamba taifa hilo halina rasilimali za kutosha kwa sasa kufanya ongezeko kubwa la magari ya kubebea silaha za nyuklia au vichwa vya nyuklia vyenyewe. Anaongeza kuwa kwa wakati huu hakuna haja haraka ya kufanya mageuzi makubwa ya nyuklia, jambo linalopunguza uwezekano wa mbio mpya za silaha za nyuklia kuanza mara moja. Wakati huo huo Suslov ameeleza sababu kadhaa zilizosababisha Marekani kupuuza pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kuongeza muda wa mkataba wa New START kwa mwaka mmoja zaidi kabla ya kumalizika kwake. Sababu ya kwanza, kwa mujibu wa mtaalamu huyo, ni uamuzi wa utawala wa Donald Trump kutopanua ajenda ya mazungumzo kati ya Marekani na Urusi, ikiwemo masuala ya udhibiti wa kimkakati na uwezekano wa mkataba mpya wa kuchukua nafasi ya New START hadi pale mgogoro wa Ukraine utakapopata suluhisho. Sababu ya pili inahusiana moja kwa moja na siasa za ndani za Marekani. Suslov anaeleza kuwa kwa mtazamo wa kisiasa, ingekuwa jambo lenye gharama kubwa kisiasa kwa Trump kuidhinisha kuongeza kwa mkataba uliosainiwa awali chini ya Rais Barack Obama na kuongezewa muda chini ya Rais Joe Biden, wote wakiwa wapinzani wake wa kisiasa ambao amekuwa akiwakosoa mara kwa mara. Sababu ya tatu na ambayo Suslov anaiona kuwa ya msingi zaidi ni mtazamo uliokita mizizi ndani ya siasa za Marekani kwamba vikwazo vya New START vinaathiri vibaya maslahi ya kimkakati ya taifa hilo. Mtazamo huu una nguvu zaidi miongoni mwa Republican, lakini pia unaungwa mkono na wanasiasa wengine. Kwa ujumla, chanzo chake ni kile kinachoitwa tatizo la wapinzani wawili wakuu, yani haja ya Marekani kudumisha uwezo wa kuzuia kwa silaha za nyuklia dhidi ya Urusi na China kwa wakati mmoja. Kuhusu China, Suslov anaeleza kuwa wanasiasa wengi wenye wa msimamo mkali nchini Marekani wanaamini kuwa wanapaswa kubaki na uhuru wa kupanua hazina yao ya nyuklia zaidi ya mipaka ya New START ili kukabiliana kwa wakati mmoja na Urusi na China hasa ikizingatiwa ukuaji wa uwezo wa nyuklia wa Beijing. Kwa mtazamo huo, New START inaonekana kama kikwazo badala ya chombo cha udhibiti wa kimkakati. Ingawa kumalizika kwa New START kunaashiria mwisho wa sura muhimu katika udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi, wataalamu kama Suslov wanaona kuwa hali hiyo haitosababisha mara moja mbio mpya za silaha za nyuklia. Badala yake, dunia inaingia katika kipindi kipya cha tahadhari na maamuzi yanayoongozwa zaidi na maslahi ya kitaifa, mizani ya nguvu za kimkakati na mabadiliko ya kijiografia ya siasa za kimataifa, hususan kuibuka kwa China kama nguvu kubwa ya nyuklia.